kuendelea kutumia uwanja wakati bado unakarabatiwa inatuongezea gharama. Huu uwanja utakiwa ukamilike mwezi wa nane mwaka jana, mpaka leo haujakamilika kwa sababu kila wakati tunatumia uwanja. Sasa nafikiri mmenielewa.